Msanii kutokea nchini Marekani Chris Brown amethibitishwa na waandaaji wa tamasha la Afronation ambalo wajumuisha mastaa kubwa kutokea Afrika na hufanyika Portugal kila mwaka. Sasa Chris Brown atakuwa ni headliner akijumuika na mastaa wengine wakubwa kama Burna Boy, Davido, Tems, Buba na Mary J Blige tamasha hili hapo mwanzo ilikuwa likiwahusisha wasanii wa Afrika pekee, lakini kwa sasa wamekuwa wakiwachukua baadhi ya wasanii kutokea nchini Marekani. entd wamekwisha kufanya hivi kwa rapper Meek Mill, rapper 50 Cent 500 Nicki Minaj na sasa ni Chris Brown. Sasa wasanii hawa baada ya Chris Brown kuthibitishwa atakuwa headliner akijumuika na, na mastaa hao wakubwa kutokea hapa Afrika na hata nchini Marekani ambaye ni Mary J Blige wasanii wengine ambao tutajumuika na majina yao makubwa ni Amarai, Dexter Dubs, Franglish, Gasp, Inosb, Joe Dredfile, Jun Freedom, Naza, Odia Gig, Mad Ronecia, Tiakoa, Scorpion Kings, Ancoafos, DBN Gogo na wengine. Sasa ukitazama majina hayo mengi huenda kasi familia kwako tofauti na vile ambavyo tumekusha kuzoea kwenye ufanyikaji wa matamasha haya Afro Nation, ambayo huchukua nafasi zaidi ya siku moja, basi utaona majina makubwa kutokea Afrika kama kina Rema. Na majina mengine makubwa tukutokea Afrika kuhusu, lakini kwa sasa imekuwa ni tofauti sana. Na sio hivyo tu tamasha hili ambalo litafanyika kuanzia tarehe tisa mpaka tarehe 11, nmo, yani siku tatu kwa mwaka 2025, mwezi Julai huko Podgo. Msanii Diamond Platinumz, kutokea Afrika Mashariki ama Tanzania, kwa mwaka huu hatuhusu. Msanii huyu amekuwa akihusishwa na tamasha hili katika miaka hivi karibuni ambapo kwa mwaka 2024 Diamond Platinums alijumuika na majina makubwa kama Nicki Minaj, Rema, Ashake, Free Pupa Dajo, Tems na wengine. So this year hayupo. Nafahamu tu Afrika Mashariki imekuwa kizingatio pakubwa sana, hasa kwa msanii mmoja kuweza kuhusu, na mwaka 2023 sauti so, so waaweza kuhusu hapa, lakini Innoss'B kutokia Kongo hundie, kwa mwaka huu ndiye atahusika kutumbuiza kwenye siku hizo tatu, licho kwamba kwa sasa wameachia tu jumla ya mastamba watatumbuiza, lakini kuna muda watachia listi kwenye phase 1, phase 2 na phase 3 wasinyigani ambao watahusu pamoja na headliner wao upande wa Chris Brown. Hii ni hatua kubwa sana hasa kujumuika na mastahawa wa Afrika kwenye tamasha lao. yepo ni SNS Manager Man. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina